Tukiendelea uh, okay, na uzalishaji wa miti ya mtiki kwa sasa, tuko kipengele cha nne ambacho kipengele chetu cha nne ni plantation layout, kwamba tayari miche yako katika kitalu imeshafikia hatua ya kuweza kwenda kupandwa shambani. Sasa, kabla ya kupanda shambani, lazima kwenye ile field yako uwe una layout ambayo ukipanda miche yako ama miti yako itakuwa ina mwonekano mzuri na kuota pasipokuwa na complication baina ya mti na mti au mazingira yanayopatikana katika shamba lako. Kikawaida uh, tuna distance tatu au nne ambazo ni allowable space katika tree planting ambapo ya kwanza tuna 2 by 2 yaani kutoka mti na mti tunaweza tukatumia 2 by 2. Yani, mita mbili kwa mbili, na pia tunaweza tukatumia hii hii kutoka line na line. Pia ya pili tuna 2.5 times 2.5 mita. Pia tuna distance ya pili katika utishaji wa miti ambayo ni hii hapa, na mwisho wa siku tuna 3 kwa 3 mita kutoka mti na mti mita tatu kwa tatu na line by line 3 by 3 mita, na mwisho mwisho wa siku tuna nne, mita tuna mita nne kwa nne kutoka mti na mti, lakini sasa ambayo iko preferable ambayo pia tunasema ni reasonable ama allowable planting space huwa ni mita tatu kwa tatu kutoka mti na mti na tatu kwa tatu kutoka line by line. Sasa sisi tutatumia hii mita tatu ambayo kwa mtiki ni distance iliyokuwa nzuri, ambayo hata mti ukienda juu ni vigumu sana yale matawi kuweza kukutana, au ni vigumu sana yale matawi kuweza kutengeneza shade kwenye mti mwingine. Kwa hiyo tutatumia tatu kwa tatu. Layout yetu kipindi tunaanza kupanda, let us assume kwamba hii boundary ni ya kumba, ndari, shamba yetu ambayo shamba letu sisi halipo square, yani halija haijakuwa labda tuseme ni mstari ulionyooka. Kwa hiyo sasa cha kufanya awali ya yote utatengeneza baseline ambapo baseline katika upandaji wa miti uta, utanyosha. Yaani utatoka kule kwenye boundary yako utapima mita tatu kama unavyoona hapa. Hii mita tatu kutoka kwenye boundary ya shamba na baseline mita tatu ambapo huko mwenzako naye anaweza akawa na shamba lingine na yeye katika kuanzisha shughuli zake atatoa mita tatu mwisho siku, hapa tunaweza tukapata line ambayo tunasema ni fire break line ambayo itazuia existence ya moto kuweza kufika kwenye plantation yako. Kwa hiyo utatoka kwenye boundary utapima mita tatu alafu utatengeneza base line, ili shamba lisiweze kukusumbua katika kupanda miti. Base line itakuwa hivi huku na huku, hii ndio base line. Baada ya hapo sasa kutoka kwenye makutano ya baseline yako hizi mbili utapima mita tatu, mpaka hapa, kwa utaenda tatu tatu tatu tatu mpaka mwisho, hapo utaweka mark ambapo atakuja kuchimbwa mashimo. mashimo zuri la mtiki liwe ni e, futi moja na nusu mpaka mbili hizi futi hizi. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshapima, then utakuja baseline ya pili nayo utapima. Baada ya hapo sasa utatafuta kamba ambayo ile kamba aina ya manila utapima nayo mita tatu. Utaiwekea mark, afu utakuja kwenye hizi baseline kila point, kama utaweza kutumia huku ukaja kwenye hii point ukailaza ile kamba, au ukaja huku ukatengeneza zile temporal line. Kwa ukija hapa, utaweka mark, utaweka mark, utaweka mark mpaka pote utamaliza, afu then utaanza kuchimba. Au utakuwa unapita na ile kamba ambayo ilishakuwa na mark, unachimba mashimo yako ambapo umake sure kwamba huyu atakayesimama hapa kwenye hii mita tatu ya kwanza na mtu taka upande hapo iweze kuendana, tukija hapa pia na huku ziweze kuendana. Kama unavyoona, nafikiri tunaona, yaani miti yako mtu akisimama hapa huu pointi yako anaiona Yaani plantation inakuwa iko systematic pia. Mtu akija akisimama hapa, hii line inakuwa iko sawa, hii line inakuwa iko sawa. Nafikiri tunaelewana. Pia akija akisimama hapa, hii line inakuwa pia iko sawa na huku. Yaani plantation ndio inabidi iwe hivi. Kwa ukishaweka layout vizuri kwenye field unaba kitu unachimba na kuweka miti yako ya ambapo huko baadaye tutakuja kuona ni namna gani ya kuweza kupanda mti katika shimo letu la futi moja na nusu au futi mbili na namna ya kufii kwenye soil. Nafikiri hichi kilikuwa ni cha tatu cha kutengeneza layout katika shamba lako, ili shamba lako systematic. Tunakuja kuangalia faida za kupanda shamba katika space labda tuseme uh, hii 3 meter by 3 meter. Faida ya kwanza ni kwamba tuna maintain ile, akonza, ile straightness na tuseme diameter hii diameter. Tukisema diameter ni ile distance from one side of the tree to the other of the tree ball, yaani kwamba distance katika hii tree ball, hii circumference hii hapa ndio tree diameter. Pia tukizungumzia straightness nayo distance ina support straightness kwa sababu kama miti ikiwa iko very close, cha kwanza hata hii diameter haiwezi kama maintained. Maana yake mti hauwezi ukanenepa. Pia distance ikiwa ni ndogo, it means kwamba mti utarefuka tu bila kunenepa. Kwa hiyo tukiweka distance ambayo ni specific, miti pia nayo itapata nafasi ya kufanyaje, ya kunenepa. Ikiwa ni karibu kari, karibu itarefuka bila kunenepa na pia hata ule urefukaji wake unaweza ukaafektiwa, kwamba kumbuka miti yote haiwezi ikawa the same diameter ama the same height. Sasa inaweza ikatokea distance ni karibu, huu ukarefuka zaidi, mwingine ukachelewa kurefuka, mwisho wa siku ukawa chini ya mwenzake, mwisho wa siku ukakosa ile mionzi ya jua. Kwa hiyo kuweka sp space ambayo ni ita, itaweza kuruhusu kwamba hata kama mti ukiwa upo under the tree, ukaweza kupata Mionzi ya jua kwa sababu space itakuwa ni kubwa kidogo. Kwa hiyo na huu unaweza ulioko hapa ukarefuka kwa namna yake na huu huko hapa, hata kama uko chini lakini bado ukawa una nafasi ya kupata kiasi cha jua kuweza kufikia huu mti. Kwa hiyo hiyo pia ni miongoni mwa kuweka distance kubwa kidogo baina ya mti na mti. Pia kitu kingine inaweza ikapunguza ile nutrient competition. Just imagine mti ukiwa upo mita mbili labda karibu karibu, na tunafahamu kwamba mti kadri ya crown cover inavyokuwa ndiyo mizizi nayo pia inaongezeka ku display kwenda ku absorb nutrient. Sasa utakuta labda huu mti na huu viko karibu, kwamba mzizi wa huku unaweza kufika kwenye mzizi wa mwenzake, na ukakuta huu mti una afya nzuri kuliko huu. Mwisho wa siku ukakuta kwamba huu, kwa huu unazidi kudhoofika kwa sababu vile virutubisho ambavyo ilibidi huu mti uweze kuabsorb vimekuwa absorbed na ule mti ambao una uwezo mkubwa wa kufyonza virutubisho kuliko kuwa hapa. Lakini kama tuki maintain distance kwamba huu mti ukawa huko fa kidogo, yaani ukawa huko mbali na huu mti mwingine, kwa hiyo utajikuta kwamba huu unakula virutubisho vinayozunguka wenyewe, na huu pia una absorb zile macro na micronutrient ambazo ziko katika ile standing site ya individual tree. Kwa hiyo kuna hii ni miongoni mwa faida ya kupanda mti distance moja, distance mbalimbali ambazo sio karibu. Nafikiri kwa hapo tunaweza kupata uelewa kidogo kwa faida ya spacing baina ya mti na mti au line na line. Nafikiri kipengele chetu cha nne kinaweza kikaishia hapo, kama kutakuwa kuna maswali tutazidi kufahamishana zaidi kwa kipengele chetu hichi cha nne.